Asante sana Bonface na mtazamaji, karibu sana kwenye awamu yetu ya pili ambapo tunazidi kuongea mengi kuhusu manufaa ya hawa ng'ombe wa maziwa. Karibu sana Bishop. Asante sana. Uh, kando na kuwafuga ng'ombe hawa kwa ajili ya manufaa ya maziwa, ni manufaa yapi mengine tunaweza kupata kwenye ng'ombe hawa k? Uh, tunapata maziwa yeah. kutokana kutuka, na ng'ombe na pia kutokana na uh, tunaita dang ya, ya ng'ombe ama kinyesi cha ng'ombe. Wakati tunasafisha tunahakikisha number one ni uh, safi, haina dawa, haina chemicals, hatuja uh, spray. Alafu tukisa, tukifagia hii kinyesi tunachukua, tunaweka kwa uh, kuna mtungi pale, tumejenga mtungi ambao tunaweka ndani yeah. Alafu tuna, ingiza kwenye system inaenda ambao ninaenda kukuonyesha hapa. Tukishafagia samadi ya ng'ombe mm. tunakuja, tunachukua yote okay. Tunaiweka hapa. Tukishaweka hapa hiyo mm. ni samadi peke yake. Sasa hapa tumejenga kama mdumbu kidogo mm. ya makojo, tunatrap makojo na maji ile makojo ya ng'ombe na maji mm. sasa hii makojo ya ng'ombe na maji ndio tunachukua kutoka mm. hapa mm. tunachanganya na samadi mm. ile samadi ya ng'ombe mm tukisha changanya mm. Tunakoroga tunakoroga ile kwamba samadi mm. isiwe tu uh, imeshikana mm. iwe maji maji, kwa sababu viini vile vinatoa biogas mm. inahitaji makojo mm. kwa sababu ni amonia mm. O so, tukisha maliza kukoroga tunakoroga mm -hmm. Tukisha tukishakoroga tunahakikisha kwamba imekorogeka kabisa hakuna madi imebaki mm. tunafungua hapa. Tukifungua hapa hiyo mm. hiyo mkorogo, unaona yote imeenda uh -huh. Sasa kutoka hapa mm. tunaona iko safi na imeenda kabisa, imeisha mm. Sasa hii tunafunga tena mm. ili kwamba tunapoweka tena tunafanya the same process. Sasa kutoka hapa mm -hmm. nataka tuende nikuonyeshe sasa wana, ile mtungi ambao hii hii mkorogo inaingia mali inaelekea, twende nje. Sasa ile mkorogo tulikoroga Haa. Inaingia hapa, huu mtungu umejengwa. uh -huh. Na hapa kumeko clay, clay soil meko. yeah. Kwa Kiswahili sijui unajua clay? yeah. Sasa mchanga wa matope uh -huh. Kwa kama wa, wa mtoni uh -huh. Hiyo clay ndio uh imefunika -huh. Hii hii maji lazima iwe hapa siku zote uh -huh. Hii itakuonyesha kama kuna liki kwa mtungi wa, wa, wa biogas hmm. utaona bubbles katika katika mtungi hmm. Na hii tumeweka kwa sababu ya kufungua, tunaweza ifuruta tu kufungua, lakini imesiliwa na mchanga, sio simiti hmm. ili unaweza kuona saa ukiona hakuna bubbles, unajua system yako iko safi, so kutoka hapo wale wadudu wanafanya kazi, unaweza kupata gasi ikielekea nyumbani na chemba hmm. ya gasi yetu ndio hii hmm. unaona kama kuna itilafu yoyote ama kama kuna shida tunatafungia hapa, okay. lakini sasa hii inaenda inapeleka kwa wafanyikazi na inaenda mpaka kule nyumbani mm. Tutaenda nyumbani pia ili upate kuona ni aina ya gasi ambayo tunapokea hii gas mm. Hailipuki. Hailipuki, hailipuki, sio kama ile nyingine ya petroleum. Hii ukiwasha tu inawaka vizuri na haina madhara yoyote, hakuna hatari na wakati mwingi inaweza kuwa nyingi sana, mm -hmm. ambao tunaacha tuna, unapika chakula hilo unahitaji, kama ni githeri unapika. Maana wakati mwingine tulikuwa tunatafuta namna, ikiwa nyingi tuta harvest namna gani bado, mm -hmm. tunafanya, kuna wataalamu wanakuja kusaidia, mm -hmm. ili ikiwa ah. mingi tunaweza kufanya harvesting, ili tuweke kwenye mitungi, tuna compress, tunaweka kwa mitungi. So unasema kwamba hizi bubbles zikiwa zikionyeshana kama ina leak. Haina madhara yoyote, haina madhara yote hmm. Ni madhara ile iko nayo ni kwamba hupati gasi hmm. ikiliki, ni kusema gasi yako hmm. haiendi oh. Sasa kuna kuna itilafu mahali hmm. lakini kama hakuna kama leak, unajua huko uko salama hmm. na huko ndani huko sawa so unahakika gasi inaenda, alafu hii nyingine uh -huh. wakati hii gasi imeenda imeisha hmm. I mean Uh, ile mkorogo tumekoroga mm -hmm. imefanya kazi imeisha. mm -hmm. inasukuma hii inasukuma inasukuma hapa, kwamba hiyo ni waste okay. hiyo yeah, imetumika sasa, haiwezi kutumika tena. mm -hmm. hapa pia inakorogwa, alafu hii ndio tu inapeleka shambani, inakuwa mbolea very na hiyo ni mbolea safi mm -hmm. ambayo imeiva. Sasa ukienda kuweka kwa mimea, mimea inaamka vizuri sana. Asante, hebu niulize, unahitaji ng'ombe kama wangapi ndo uweze kupata production ya biogas ambayo inaskama? at least watano. Watano. Ni watano hmm. Kama hauna watano, itabidi uombe jirani, maana unaweka kama ulubaro tano hmm, ndani ndio ukoroge kila siku. Unaweza weka asubuhi tano uh, ama mchana tano uh, jioni unazongeza chochote ambacho umepata hmm. Lakini sana ng'ombe watano hmm, watakupatia Wata enough gas Yeah. asante kabla, yes. Tujaendelea kule, nikiangalia hapa naona kweli kuna idadi kubwa ya sungura, maybe unaweza kutuelezea kwa ufupi tu kuhusu ufugaji wako wa sungura. Sungura hawa tumewafuga kwa sababu ya CBC, mm. Uh, mara nyingi shule wana, wakija hapa shambani wa, wa, wa, wanakuja kuona ng'ombe, mm. wanaenda shambani kwa ukulima, na pia sungura inakuwa ni mvutio sana kwa watoto maana, mm. wengi wajaona sungura, mm. so tumewafuga hapa na bado tunataka kuongeza maana saa tunaona ni wamekuwa wachache, tunataka kujenga kubwa eh, zaidi mm. uh, ili watoto wapate kusoma, so ni yetu wa kusoma, lakini tume, tunachukua bridi nyingine juzi tumewagizia tume, mahali ambao tutaweka sungura wa nyama, so tutafuga tu sio kwa kwa CBC peke yake mm. lakini tutauza nyama ama tutakula nyama na hapa ndio tuli, tuli tuli connect gas kutoka kule chini twende, mm. tuende ndani nikuonyeshe vile inatumika. yes. yes. Asante ha, hapa ndio gas kutoka kule chini mm. inakuja, inaingia hapa. Hii inakuonyesha gas, kiwango ya gas ambayo inaingia. so mm. ukitaka kujua kama gas iko chini ama iko juu unaangalia hapa so hii ya red ya kuingiza hiyo, mm. hiyo ya nyeusi ndio ya kupeleka kwa nyumba. Hii ni ya stima. Hii yote nne ni gas na inatumika zote mm. kwa kuwa unaweza pika sufuria nne mara moja. Okay. Na haina gharama, ni rahisi. Kwa miaka kumi na tano tumekuwa tukitumia hii biogas yeah. yes. uh, lebu niulize mm. uh, sipokuwa kwa kutumika kupika inaweza mm. kuwasha stima? Yes, inaweza asha stima yeah. Hata kwa kuku ukiwa na vifaranga mm. uh, unaweza tumia kuweka joto kwa vifaranga. Kama uko nayo mm. pale kwa nyumba ya kuku? Tunayo, lakini ujatumia sahizi, maana tuna kuku vifaranga. Unaweza tumia kwa vifaranga inawezawasha stima na inaweza pika pia. na ulisema haina madhara ya kulipuka kuwasha nyumba, vitu kama hii? Hailipuki, ni harufu tu unasikia. hmm. na haiwezi kulipuka kama sasa vile amezima hmm. na inaendelea kutoa hmm. hain, unajua, kama ni gasi ya kawaida ukipiga kibiriti ta, inawaka eh, na unaona hii tu inawaka hapo ah. so haina madhara ya nyumba. Mtazamaji, ni hayo tuliyokuandalia katika makala yetu ya wiki hii. Uh, Bonface umeangazia mambo gani leo? Mimi katika awamu ya kwanza nimeangazia jinsi ambavyo unastahili kuwatunza ng'ombe wako ili wakupatie maziwa ya kutosha, na weje vipi nami nikaangazia biogas na matumizi yake kule nyumbani. Haya basi, mtazamaji, ikiwa na swali au ungependa tuzuri shambani mwako, tutembelee katika mitandao yetu ya kijamii at Mkulima KBC Channel 1. Lakini shukran za dhati kwa walioandaa kipindi hiki Paulin Riziki nampige picha wetu Oscar. Kwa heri. Mimi naitwa Bonface Mutunga. Nami naitwa Karen Kanewe.